Unapenda kuambia uh, wakazi wa mkoa wa Mbeya hasa uh, sanjari na wale wote ambao wanapenda kandana kidogo. Na kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo umeisha salama, umeanza vizuri, umeisha vizuri na umeisha, umeisha salama kabisa, hilo nashukuru sana, lakini nashukuru pia mashabiki wote waliokuja uwanjani kwa ajili ya uh, kusheeneza na kuchagiza mchezo huu wa leo, wameshangilia vizuri, mchezo umeisha bila vurugu, bila chochote kile, kujaza watu wengi kama hao na kushangilia kwa utulivu hivi ni spiriti kubwa sana, jambo ambalo kila mmoja natamani kila timu ziige utaratibu, kwa sababu ndio mpira. mpira ni burudani. Lakini niseme pia, kwa kwa wachezaji wamefanya kazi kubwa, wamefanya mchezo mzuri na tumeshinda. Lakini kwa wadau wote wa mpira wa Mbeya City niseme sisi tunawashukuru sana kwa support yao kubwa wanayoifanya na sisi kama viongozi na wachezaji na benchi la ufundi, ahadi yetu kwao ni moja tu, tutahakikisha kwamba tunachukua kila mechi yetu ni finali, tutashinda mechi zote tulizobaki, na kwa kuwa maandalizi ya mechi zote zilizobaki yamekamilika. Sisi tuko tayari kwa ajili ya mchezo na kushiriki kila mchezo kwa ajili ya kushinda mechi zote, turudi ligi kuu na matokeo ya leo yanaashiria kwamba sasa tunakaribishwa NBC Premier League. Huku sio kwetu. Hii inajulikana kwa maana ya sisi kama Mbeya City FC tumeshasema, huku sio kwetu, tunaitaka ligi kuu. Hiyo ndio msemo wetu mkubwa, na leo tunaondoka tunaenda mechi tatu away. Niseme kila kwenye mji wao, afisa habari wangu wanasema kuna kijiji chetu maana yake ni kwamba hakuna tutakapoenda tukose kukota papo papo. Iko kila eneo, kila eneo kuna matawi yetu ya Mbeya City FC. Kwa hiyo niseme tu, uh, wadau wa mpira wa, wa, wa mpira wa miguu, wa, miguu wajue tu kwamba sisi kama Mbeya City tunawashukuru sana kwa support kubwa wanaifanya kwetu. Tunaona support ambayo wanatoa, hatuna neno la kuambia zaidi ya kuwashukuru sana na waendelee kusupport. Waliowaogopa mnawafuata wale, uh, hawakutuogopa. Unajua wakati fulani kwenye mpira kuna kuna up and down, kwa hiyo mimi, mimi binafsi kama kiongozi wa mpira, na wasikitikia wa mpira, nawasikitikia sana wenzangu kwa sababu yale yakikutokea ni, ni magumu sana. Wale hawakutaka kabisa kufanya hilo, lakini imewatokea wakajikuta sasa hawana namna, lakini mimi nawaombea sana Mwenyezi Mungu awajalie, ikiwezekana wabaki, basi hata kama watashuka makani wapande. Ni timu moja nzuri sana biashara, biashara ni timu moja nzuri sana kwao. Mimi nawaombea kila laheri.